Nasa msikilizaji, na tumai umeshinda vyema popote ulipo. Ujambo na karibu. Jina langu ni Laurenza Ingaiwa, ikiwa sasa hivi ni saa 9 muda na wakati wa kusikia muhtasari wa habari. Haya, anajiri msikilizaji, gavana wa kaunti ya Tanzania ambaye ni George natembea, pamoja na gavana wa kaunti ya Kakamega ambaye ni Fernandes Baraza, ambao amemkosoa vikali rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto kwa kile amedai kuwa ni ahadi za uongo kwa wananchi. Ah, hata hivyo George natembea akiongea leo hii maeneo haya ah, Kitale kwenye kaunti ya Tanzoia, amesema kuwa rais William Ruto ahadi ambazo aliahidi wananchi, ikiwemo kuangalia gharama ya maisha na vilevile vile ujenzi barabara zote zimekuwa ni za kufeli, huku gavana George <coughs> anatembea kusema kuwa rais William Ruto atahudumu muhula mmoja. Kutoka hapa barabarani nikiwa kwa wafanyabiashara, nikiripoti mimi ni Laureza Ing'aiwa Wanasi.